Ngongo, <coughs> ah, kuna mzigo wangu niliweka ubavuni wa kitanda ujauona wakati unafanya usafi? Hapana, mi sijana kitu chochote. Kuna mzigo fulani ulikuwepo hivi kwenye kimfuko, ulikuwa kama majani si majani, mboga si mboga, hujaona pale ndani? Mume wangu leo nimefanya usafi mundaa, nimepiga deki, nimetoa nguo zote, nimefua, nimeosha vyombo, sijaona mzigo wowote. Na huo mzigo ni mzigo gani? Wewe unashinda wewe, si mtu mzima bwana. Kuna mzigo fulani ulikuwepo hivi kwenye kimfuko, ulikuwa kama majani si majani, mboga si mboga, hujaona pale ndani? Mimi sijaona kitu chochote na kama hicho kitu mume wangu kilikuwa kina umuhimu wa mimi kukitunza ungeniambia. Sasa wewe, si mtu mzima, unachoshindwa kujiongeza nini? Wewe ukiona kitu kiko chumani, chumani tunaona watu wangapi? Sina watu wawili. Sasa wewe unashindwa kujiongeza kwamba hiki kitu kitunzwe. Mke wangu, bwana mambo gani hayo? Kama umeona basi, muhifadhi sehemu nzuri nipe, acha uswahili bwana. Sasa mume wangu, unanikaribia vitu ambavyo hujanikabidhi. Usiniletee wenda wazimu, ujue kile kitu cha muhimu sana kwenye maisha yangu. Sawa, sitaki kuchanganyikiwa kwa vitu viwili. Sitaki kuchanganyikiwa kwa vitu viwili, usiniletee wenda wazimu. Kama mi ni mtu mzima, kwani kunipa nitunze? Mi sijaona kitu chochote, sijaona mfuko, sijaona dawa, sijaona takataka yoyote mimi. Naaa na wewe chumbani kwetu, hakuna mtu mwingine. kwa kama kitu naweka, nakihifadhi. We ukikikuta, natakiwa uhifadhi. Sasa nikitafuta chumbani na nikikosa, Sauda, nakuita jina alilokupa wazazi wako, Sauda. Hey. Daa, nilijua tu kuna siku lazima utakuja. Karibu sana Kidala. Asante. oga Hivi, unajua hata maana ya jina lako? Hapana babu. Kidala maana yake ni binti mwenye nguvu nyingi sana za sa ajabu, na hiyo ndiyo maana halisi ya jina lako. Jina hilo ulipewa na marehemu babu yako enzi za wa uhai wake. wakati huo ulikuwa bado binti mdogo sana. Hey mama, huyo ah, mwanangu huyo. <laughs> Aya, naona umeniita haraka haraka, kulikoni? ah, nimekuita ili nikwambie kitu kimoja. Unajua wakati wa kutoa kafara umefika, yaani umewadia. Alafu basi usichojua kafara zako ni tamu um, sana, yani zina nona, zina mafuta eh, eh. Mabwana hakika kweli, ni kafara zangu zote ambazo nimezitoa zimenona na zimenoga, na hakuna hata mwanachama yoyote ambaye ameshindwa kunisifia mimi, wote wamesema <laughs> na labuku huyo apewe maua yake leo. Mama, anipa maua nayapokea mama eh? Kwa hiyo basi inabidi utoe kafara tena, yani mimi tema nitoe kafara tena. Nadhani umenisikia lakini mama, juzi mimi do juzi juzi mimi limetoa, lakini L... L... L... mbona kila siku mimi sasa eh? mimi u... yani mimi ndani ya huu mwaka nimeshatoa mara tatu. Kwa nini zamu yangu tu mimi, hakuna watu wengine? Kwa nini ki chama chetu kinakuwa chama cha udhulumishi eh? Kwa kwanini hatufatu utaratibu, nikitoka mimi apate mwingine? kukizunguka mimi kukizunguka mimi, ah, basi iko haja ya kuweka mwanasheria kwenye chama chetu, mama. Huo ni dhulumishi, haiwezekani. Narabuku haitatokea na haijawahi kutokea katika chama kuwa na mwanasheria. Hivi unafikiri mi nakaa hili jumba peke yangu, napenda nilitoa kafara. Na mlikula, ni lazima utoe. Oh, we. Naona wewe unanipinga, alafu mimi sio mtu wa kupinga kukupinga siku pingi, ila nakuelekeza hiki ambacho kinafanyika ni uonevu kabisa. Kwa nini unataka kunionea mimi tu? Au kwa sababu mimi kafara zangu ni tamu, nasifia tamu, tamu? Basi mimi sitoi, nimebakiza binti mmoja, binti yangu kipenzi, tena ni mja mzito naye. hey, nimtoe? Yaani nimtoe binti yangu pamoja na mjukuu wangu? ah, kuweza wow, kuweza na yeye huyo mjamzito ume, eh? Na ndio ndiomamu zaidi. Usione raha na usiombe kukute na haya uyasikia kwa wenzio. na Rabuku, nakuuliza tena, utatoa utoi? Sitoi kitu chochote chiziwe Haya, vipi Abiyaeli? hiki ambacho anakifanya Mama Kabichi ni uonevu kabisa. Kwa nini kila mara mimi eh? kwa nini kila mara mimi ndio nitoe kafara? Kwa nini kila mara mimi ndio nitoe sadaka? Nimeshatoa ndugu zangu kibao, sasa hivi ananiambia tena ni zamu yangu mimi kutoa. Kwa nini? Na Rabuku, watu wanakwambia ukitaka kumla bata, usimchunguze Ukichunguza sana hautaweza. Tayari umeshaingia kwenye hichi chama, na unajua fika, usipofanya hilo jambo ni nini kitatokea. Kwa hiyo hamna namna, inabidi utoe tu, Abigaeli. Ndio ndo kila siku kwangu? Kwa nini hajakuambia utoe wewe, au atoe yeye hiyo sadaka eh? na alafu mimi nimeshatoa ndugu zangu wote, nimebakiza binti yangu wa pekee na binti yangu mimi ni mjamzito. We kuweza? Eh? Yaani kumtoa binti yangu mimi ntakuwa, hm, nimerogwa labda Narabuk. Unapoingia ngomani, ni sharti uweze kufunga kibwebwe ili ucheze. Na wewe tayari umeshaingia kwenye uwanja, hakuna namna, inabidi ufunge kibwebwe kisawasawa, ili uweze kuicheza hiyo ngoma kwa sababu tayari umeshaingia, hakuna namna tena. Huyu mwanao atakuwa amenona, kwa sababu tayari ni mjamzito na kachanga, tukiongezea itakuwa ni nyama nzuri sana. We vipi wewe, nasemaje? Kusilio kwa mwali tu na kwa kungwi, kuliwe na taarifa hii. Nakupa kwa mwanangu, nipo radhi kufanya kitu chochote. Yaani nasemaje, ubaya ubwela Narabu. Kwani Babu, mama yangu yuko wapi? Maana nilivyokuwa mdogo hadi sasa hivi nilivyokuwa mkubwa nalelewa na mama mkubwa. Pole sana Kidala, mama yako ameshafariki, lakini kifo chake kilisababishwa na wachawi na hayakuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Babu yako alikuwa ni mshirika kwenye chama fulani cha uchawi. Yule mkuu wa kile chama alimwamuru babu yako amtoe binti yake kafara, na huyo binti yake ndio alikuwa mama yako. Babu yako hakuwa tayari kufanya hivyo, na hapo ndipo vita ilianza kati yao wenyewe kwa wenyewe. Babu yako hakuwa tayari kumtoa binti yake kafara, hivyo alifanya kila awezalo kumlinda yeye pamoja na wewe. Mara baada ya wewe kuzaliwa, wachawi walifanikiwa kumpata mama yako wakamtoa kafara. Lakini babu yako hakukubali kushindwa, akaamua kukuchukua wewe kwenda kuishi mbali sana na hapaala yeah. Nini mmeniita mapema kabla muda wetu wa kukutana haujafika? Mkuu, tumekuita hapa kwa jambo moja tu. Mwenzetu ameshafariki. Na je, hii mikopa hajarudisha atakuwa amempatia nani? Hii mikoba amempatia mjukuu wake na huyu mjukuu wake atakuwa ni hatari sana kwenu. Atakuwa mwenye nguvu, tena nguvu kubwa. Kwa hiyo naomba mjihadhari naye, ni lazima mumtafute, mkimpata mweni kabisa. Vinginevyo nevyo atawasuru. Tumekuelewa mkuu. Mkuu, ondoa shaka juu yangu, ili swala toko sana kwangu, nitalifanyia kazi kwa uadilifu kama ulivyoniagiza. Niagiza usijali kuhusu mimi, mkuu, limeisha. Sawa, nategemea ushirikiano wenu. Mlifanya hili swala kwa haraka sana. Sawa mkuu. Sawa yashiwaka, apumzike kwa amani mama. Lakini babu, hizi nguvu za maajabu, mimi nimezitoa wapi? Oga nguvu alikulisisha babu yako, kwa sababu aliamini bila kukupa nguvu ni lazima wachawi wenye kutafuta wakutoe kafara na wewe lakini kwa bahati mbaya Wakati anakupatia hizo nguvu, babu yako alifariki. Kidala, mjukuu wangu. Abe babu, nakupenda sana. Nami nakupenda pia. Nataka kukulisisha nguvu zao, nataka unirithi kiu yangu. Nilikuwa nataka mjukuu wa kiume lakini kwa sababu umezaliwa wewe, ndio maana nimekupa jina la mama yangu. Naamini kabisa unaweza kuzibeba nguvu zangu na mambo yangu, ukaweza kuyarisi vyema na ukayaendesha vyema. Naomba yapokee, mjukuu wangu. Nipo tayari, babu. Kunja vizuri miguu yako, mjukuu. Hata nikiwa sipo kwenye ulimwengu huu wa dunia, kamwe, tenda haki watu wote, wabaya waadabishe. Na ukipata changamoto yoyote, niite, nitakuja kwa hali yoyote ile. Unanielewa Kidala, mjukuu wangu? Sawa babu, nimekuelewa. Shika hii fimbo, mjukuu wangu, fumba macho yako. Kama ndo hivyo, lazima ni waue wachawi wote babu. <clears throat> Kidala, hutakiwi kufanya hivyo, kwa sababu wachawi wanaongezeka kadri siku zinavyozidi kwenda, hivyo basi huwezi kuwamaliza wote. Mpaka hapo alipofikia, Umeshaua idadi kubwa sana ya washirika. Inatosha kuwa sehemu ya kisasi cha ndugu zako. Hapana babu, ni lazima ni waue wachawi wote, siwezi kumwacha hata mmoja.